Sana wanangu, mjisikie mko nyumbani. Asante. Asante. Uh, mimi kwa majina naitwa Kichuna. E, nimeambatana na anko wangu hapa wa anaitwa Nyorobi all the way from Muhongo e. <coughs> <coughs> Ila nitakuelezea <sio jela. tos> <coughs> <coughs> baadaye. Nyorobi Kichuna. <coughs> Karibuni sana wanangu, mjisikie mko nyumbani bila kupoteza muda mm -hmm, sanjari na hayo uh, anko wangu ameona wa jiko hapa kwako, nikasema ah, anko kama umeona jiko twende ukalijikue, eh, kondo tumefika. <laughs> tupatanishe mahali eh, tulipe tuondoke na jiko, mjomba wangu awa anapikia sasa. <laughs> Eh, mahali labda tungesikiliza <laughs> kwanza. Nitashindwa kuoa tena, wanangu, laki moja na kwenye hiyo laki moja kuna mazungumzo na mnatoa nusu. <laughs> <laughs> Yani, kiufupi, ukiangalia haya mapatano ni kama vile anatuuzia ng'ombe. <laughs> Hapana. Nimesikia tu sifa zake kule Facebook. Ah, sasa sisi twende tu direct. Sisi tuna tuna ila tunaona aibu. Mbona hela kubwa? Mwanangu, mwanangu huyo afika. Unaona binti mwenye mchapakazi, anafaa kwa kila kitu. Epo, woza wageni wako mwanangu. Yaani, mwanamke anakuja amebeba madumu mawili kaya nini? ni sio mawili oh, tu hmm. ya lita 20 20, amebeba lita 40. Mimi kilo zangu nina kilo 30. Haya, anaitwa epo, anaitika. Hoza, huyu ni mwanamke ni 26 kipaji hapa hmm. Sijaja kuwa mke niawa vandamu, tunamkwepaje? tuna mkwepaje? kuna mkwe, swala la maani miachi chekecha <laughs> Sasa mama mkwe mke tumemwelewa, na na sisi sema, tatizo sasa hapa ni mahali mm-hmm. E, mahali tulionayo tulisema 30, lakini kumbe tumegundua tuna daftari tu la mwandiko, kulingana na dini yetu inavyosema kwamba mahali ni kitu chochote. Kwa hiyo ndio, kwani kuna issue gani? <laughs> hapa mama hapa ah, tulikuwa tunazungumzia mahali yako, mwanangu. Wameanza na elfu thelathini sasa hivi wameshuka, wanasema wana daftari. Oya, hiyo hiyo, maisha yenyewe ishakuwa zesheni ya wana kaa i madaftari ya mwandiko? Mimi napeni tunacholesha hapa nani? Sasa hapo mchumba wangu huyu, labda mama alitunukuu <laughs> vibaya, tulikuwa tunazungumzia swala la jiko. Mchumba wewe, mchumba wake